Mimi nilichukua fomu jana na leo nimerejesha, nimemaliza ku Uh, tumekagua na katibu na nimeisha wasilisha fomu zangu. Kwa hiyo basi sasa tunasubiria michakato mingine ya chama iliyoko mbele yetu ili kuhakikisha kwamba basi naweza nikashiriki katika mchakato wa kura za maoni ndani ya Chama cha Mapinduzi. Mimi sasa ni mtumishi ndani ya Chama cha Mapinduzi. Mimi ni mkuu wa kitengo cha Hamasa, uh, makao makuu. Kwa hiyo ni dhahiri na ni jambo ambalo liko wazi sana. Uh, kuhusu kazi ambazo mheshimiwa rais amefanya um, tumeona tu juzi tumezindua daraja la Kigongo Busisi ambalo linajulikana kama daraja la JP Magufuri. Uh, kuna miradi mingi sana hapa Geita ambayo inaendelea, amewasaidia wachimbaji wanaendelea kupata maeneo maeneo ya kuchimbia, miundombinu inaendelea kuboreka, shule zinaongezeka. Uh, vituo vya afya na hospitali nazo zinaongezeka kwa hiyo kuna miradi kwa maana ya, ya utekelezaji wa ilani ya, ilani ya Chama Cha Mapinduzi umefanyika vizuri. Kwa sasa tuna ilani mpya ya kuendelea kutatua matatizo zaidi ya Watanzania. Kwa hiyo chama kiko makini na tunaendelea. Kwa hiyo mimi na wengine a, tumepata fursa ambayo ya kushiriki huu mchakato. Kwa hiyo nimeanza kwa kwanza kuchukua fomu na kurudisha. Kwa hiyo bado kuna mchakato mwingine, majina ya kuchujwa, kubaki matatu, hao ndio watatu ndio watakaoshiriki katika kura za maoni. Kwa mimi mchakato wa kwanza nimeufanya, na tamaa yangu ni kwamba Mheshimiwa Rais anafanya kazi vizuri sana, kama anafanya kazi vizuri sana basi na imani anahitaji pia watu wa kumsaidia, wanaweza kufanya naye kazi vizuri sana. Kwa hiyo mimi na historia nzuri tu na watu wa, wa Geita nikaona, uh. Kwa hiyo nikaona nimewahi kuwa mwakilishi kupitia viti maalum, nikasema nichukue fursa hii sasa ni nigombee jimbo. Kwa hiyo mimi nagombea, uh, nimechukua fomu ya kuomba kugombea ubunge wa jimbo la Geita mjini.